Kwenye video hii tutazungumzia namna ya kumtambua mtu mwenye matatizo ya kisaikolojia na nitambatanisha na stori ya maisha yangu ili kukuelewesha zaidi. Mimi nilizaliwa kwenye nyumba ambayo ilikuwa ina moto ambao usioonekana, yaani kuna moto mbaya zaidi kuliko gesi na umeme, na huo moto huo ni moto wa kiakili. Yaani huo moto unawaka kimya kimya ndani ya nyumba, hamna kelele, yani ni mioyo tu inaumia. Mimi nilikuwa mtoto wa pili katika familia ya wa watoto watano Tulikuwa na baba ila baba alikuwa mkali sana. Yani sauti yake tu na amri zake zilikuwa kama radi, yaani ukimsikia baba anakooa au anatikisa miguu au anatembea, yani watu tunakimbia, unajua labda kuna kitu kimevurugika. Na mama naye alikuwa mpole sana, alikuwa ni kama kapu linalopokea kila kitu. Yeye alijitahidi kutokoa na kutuonyesha upendo wa kimyakimya, lakini kimya hicho ndo kilikuwa kilio chake hasa. Yaani, hadi nilikuwa naona kabisa kuna tofauti kati ya baba akiwa kazini na baba akiwa nyumbani. Baba akiwa kazini, watu wanamwita mchapakazi, makini, mahodari, lakini baba akiwa nyumbani hii anakuwa ni mkali kama mbogo. Na hali ilikuja kuwa mbaya zaidi kipindi baba alipofariki ghafla. Baba alifariki kwa shinikizo la damu, na watu tulijua labda kwa sababu baba ametangulia labda sasa ule ukali utaondoka nyumbani, kutakuwa na amani kidogo, furaha. Lakini hiyo ilikuwa ndio tatizo mara mbili, kwa sababu mama alikuja kupata msongo wa mawazo mara mbili, nakaribia watoto wote tuliokuwa baada ya pale, baada ya msiba kila mtoto yani alitoka na tatizo lake la akili. Mwingine ana PTSD, mwingine depression, mwingine OCD, na haya yote tutakwenda kudiscuss katika video hili ili kukufahamisha wewe namna ambavyo matatizo ya akili yanavyokuwa na jinsi ambavyo unaweza kutambua mtu mwenye matatizo ya akili au hata wewe mwenyewe kujipima kama una dalili hizi za changamoto ya akili. Basi kwa bahati za Mwenyezi Mungu na jitihada binafsi nilifanikiwa kufika chuo kikuu, mimi nikaenda kusoma psychology, e, mambo ya afya ya akili. Nilitaka kujua kwa kina haya matatizo ya akili yakoje, kwa sababu kwa kumbukumbu kumbu zangu nafikiri labda mzee alikuwa anasumbuliwa matatizo fulani ya akili na mama ndo kabisa alikuwa na depression ya wazi wazi mpaka hivi karibuni ambapo ameweza kujitibu. Ugonjwa wa kwanza mkubwa kabisa ni depression au msongo wa mawazo. Unasikia mtu alikuambia, yani anawaza mpaka ananyongonyea, hiyo hali ni inaitwa msongo wa mawazo. Kwa mtu anaweza akawa amekosa kabisa hamu ya kuishi, amepoteza hamu ya maisha, anakosa usingizi hana hisia, hapendi kujichanganya na watu, ye ni mtu wa huzuni, muda wote analia. Huyo mtu ana depression. Aina ya pili inaitwa PTSD, yaani huu ni ugonjwa unaitwa post traumatic stress disorder, yani mtu anakuwa na kumbukumbu -kumbu za stresi zilizotokea zamani kiasi kwamba jambo lolote ambalo linafanana na lile lililotokea zamani likitokea sasa hivi hata kama ni kwa umbali tu, basi linamshtua huyo mtu vibaya mno. Kwa mfano, mtu aliwahi kugongwa na gari, au akapata ajali na bodaboda au na gari, kwa hiyo unakuta tu automatically haupendi vyombo vya moto. Au mtu mwingine aliwahi kupata, alipata ujauzito katika umri mdogo, kwa hiyo unakuta automatically anachukia tu wanaume, anachukia tu watoto. Hiyo inaitwa PTSD. Kwa hiyo mtu akipata jambo baya E, amefiwa amepata ajali amepata mshtuko, umeachwa, unakuta automatikali unahusisha lile tukio na matukio yote yaliyopelekea kufikia ile tukio, kiasi kwamba jambo lolote ambalo linahusiana na lile tukio lilokutokea unalichukia ghafla. Madhara mengine ni trauma za utotoni, childhood trauma. Yani, hii ni hali ambayo mtoto amekulia katika mazingira ya manyanyaso Mtoto alikuwa apewi chakula apewi atenshen apewi nguo e, anachapwa sana, analia sana, hana mtu wa kumtegemea, kwa sababu tu wazazi wake labda wametangulia. Unakuta mtoto huyu hata anavyokuwa atakuwa na tabia za tofauti, akiwa mtu mzima atakuwa na hali ile ya kujitegemea mwenyewe na apendi ushirikiano, ni mtu wa kujitenga kwa sababu anaamini kwamba hayo ndiyo maisha kulingana jinsi alivyo. Kwa hiyo kulingana na sababu hizo sasa, na magonjwa hayo yanakuja kuleta dalili hizi ambazo unaweza ukaziona katika jamii, ukaona mwenzio, ukaona jirani, ndugu, jamaa, rafiki, au wewe mwenyewe ukajikagua. Dalili hizi na dalili hizi ni kama mabadiliko ya tabia ya ghafla. Mtu alikuwa mchangamfu, ghafla anatulia sana, au mtu alikuwa ni mtulifu, ghafla anaanza kuchangamka kupita kiasi, au mtu alikuwa mpole, ghafla anakuwa mkali sana. Ujua huyu yana matatizo. Mwingine anapenda kujitenga na watu, hata e, wale watu wa karibu, kanisani tena haendi, msikitini tena haendi, apeni tena kujichanganya. Ukitoka kazini au shuleni, basi ni nyumbani tu, kujifungia chumbani, una hata muda na marafiki, hata wale wa karibu, au kukosa ile hamu ya kufanya jambo la kawaida, hata kula, kuoga. Unakuta mtu tu hutaki kula, yaani mpaka unakonda. Hutaki tu kuoga, mpaka unakuwa mchafu. Unaanza kupuuzia hata yale mambo ya muhimu. Kwa hiyo ukiona mtu ana dalili hizi, au kama ni wewe, basi usidharau, elewa kwamba hapa umeshaanza kwenda kwenye njia ya msongo wa mawazo, na usiposhughulika navyo, mwisho wako unaweza kuwa mbaya. Kwa hiyo usidharau kile kimya unachomwona nacho mtu. Ukimwona mtu yuko kwenye msongo, ukimwona mtu ana hali ya kuchanganyikiwa, heshimu ile hali, kwa sababu hata wewe pia inaweza ika